Sawa so, tuko na baba ambaye mtoto wake uh, kuna wakati pia alipata changamoto ya kuchomwa pasi na e, Hasani kwa mujibu wa wakazi wa hapa wa, anasema kijana yule alichomwa na pasi kwa madai ya kwamba amemwibia vifaa vya mazoezi e, Hasani Mwakinyo. So niko na mzazi wa mtoto yule, atuambie ukweli wa hili tukio na tusikie mtazamo wake kwema kabisa. Majina yako mimi kwa majina naitwa Adnaso Ahmad. Okay. Ni mzaliwa wa Pemba lakini nimekulia hapa sahari kijijini mingi sana sawa. Kwa kuanzia, tuambie ukweli wa tukio la mtoto wako kusemekana kama alivyosema wakazi wa hapa, alichomwa pasi na bondia Hasani Mwakinyo kwa kile ambacho Mwakinyo amedai kuibiwa vifaa vya mazoezi, hii ikoje? kuna siku moja sikumbuki kwa tarehe lakini itakuwa ni mwaka jana. Mimi sikuwepo hapa, nilikuwa kule Kasera. Nikapigiwa simu na mama hapa, ambaye kuwa ni mama yake huyo mtoto, mimi ni mke wangu, njoo huku nyumbani, kuna tatizo kidogo. Nilipokuja ehe, mama hapa kanieleza kwamba kuna Abuu kachukuliwa na Mwakinyo kapelekwa kule kwake. Sasa nenda kaangalie tatizo nikoje. Mimi nikaondoka hapa moja kwa moja mpaka kule kwa Mwakinyo. Bahati nafika pale wale watumishi wake wafi wakaniambia kwamba hapa walishatoka wako Chumbageni. Sikufanya ajizi nikaenda zangu moja kwa moja mpaka Chumbageni. Kwa bahati nilipofika kule Chumbageni, tayari ya ule kijana Mwakinyo hayupo. Yule kijana alishekwa lockup. Nikawasihi wa sana wale mapolisi wanielezee, lakini hawakutaka. Nikataka dhamana pia hawakutaka wale mapolisi. Wakasema mwanao kaiba subiri Jumatatu mahakamani. Aya, sikukata tamaa siku, kwa sababu siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Jumapili kulipokucha, tukenda tena polisi, pia sikuwaona. Jumatatu sasa, nilipokwenda kule Mwakinyo, siku muona, na kule mahakamani hakukwenda, lakini tukazungumza pale, ikabidi yule kijana mimi nimpate. Nilipompata nikamuona, vipi, ikawa hapa najikovu kubwa hapa la moto hapa. Yaani kavimba kweli kweli hapo. Sasa mbona imekuwa hivi wazee vipi? Unasema ah ha, hawakunieleza. Kitu kilichosaidia kama kulikuwa kuna kijana mmoja ndio tuliyefight wote mpaka ule kijana akatoka kwa dhamana. Akasema leo atoka lakini like, kesho mahakamani. Nilipofika kule mahakamani siku ya pili yake, ile tukenda zetu kule polisi, tulipofika hakukuwa na mahakama wala Mwakinyo hakuwepo tena. Yale masuala yakaishia vile vile, mpaka leo hatujasikia kinachoendelea ni nini. Na ulipouliza kijana wako kuhusu hizo taarifa za kuiba yeye alisemaje? Kwanza, hicho kitu kilichoibiwa hakikuwa kule kwa Mwakinyo. Kile kitu kilichoibiwa alikuwa akakiweka huko ndani, ni chuma alichukua, ananyanyua. Sasa hapa kulikuwa pia kuna wapambe wake, alikiweka tu hapo, kwa sababu yule akitaka kufanya matukio huwa anategeshea mara nyingi sana. Sasa kile chuma alijua akikitegeshea huko watu watakuja kuchukua, halafu hatafuti wale walengwa, yeye anatafuta yote wale ambao kwa ataingia kwenye 18 zake, atamu atamuadhibu jinsi ambavyo kwa ataweza hiyo ndio ilivyo, lakini kilichochukuliwa huku usiku wakati ule kijana alikuwa yu baharini, kilichochukuliwa chuma hapa ni usiku, hakuwepo yeye, alikuwa baharini. Asubuhi kulipokucha, yule bwana alipokuja hapa, chuma chake hakipo, akamkuta yule kijana akashaika. Kitoweo hapa ndani, enda zake kupumzika, kwa sababu alikuwa na kawaida kwenda kupumzika nyumba ile pale. Sasa yeye akamkuta tu bro, vivi, poa. Sasa yeye alipoona yule ni staa naona, akamshubukia, labda akamuuliza, mimi nimebiwa chuma changu, ni kina nani alioiba? Maelezo tu ya kawaida. Alikwenda zake moja kwa moja mpaka pale kwake kwa Mwakinyo, chini ya ulinzi. Sitakutoa hapa mpaka uniambie aliyekuchukua chuma akamwambia na mimi chuma simjui, kwa sababu chuma kilipochukuliwa mimi siku ile kulikuwa baharini. Akamwambia, utasema hutasema. Akamwambia, mimi sisemi kwa sababu simjui. Kumbe yule bwana tayari kashawasha pasi, moto pale, akaichukua ile pasi akamwambia, utasema useme, akamwekea nayo hapo mkononi. Sasa nadhani labda kwa siku ile ile roho yake haikuwa ya ukatili zaidi, kwa sababu ingekuwa ukatili zaidi wakati kishacho mapasi ingemuumiza zaidi, lakini tayari alishambabua hapo matokeo yake akaamua kumpeleka wapi, Mbageni polisi. Hapo ndipo ninavyokumbuka mimi, kwa baada ya hapo tukio likaishia hivyo, lilishia hivyo hivyo, kwa sababu sisi tulitaka tufungue mashtaka kule, lakini wale polisi wakasema masuala yao, wakati ya shaisha walitubembeleza sana, tukaona nikaona, kweli mtu hawezi kugunya msumari kwa sababu sisi ni Mwakenya, tuko mbali, hata tukipeleka mashtaka haya sio kama kuna mtu atayasikiliza. Tukaachana nayo tu, bora tushambata ile kijana Tukachana na zile habari, hatukutaka tena kufungua mashtaka okay. So kama mzazi eh, kama mzee kwenye mtaa huu mm, tukio la mwanao la wa kuchoma pasi ikidaiwa ameiba ame chuma lakini, yeah, pia tukio la juzi au kijana ambaye inasemekana alikuwa uh, anachukua madafu kwa nyuma pia na kujeruhiwa eh, vibaya, unazungumziaje na pengine maoni yako ni yapi? Kwanza maoni yangu mimi nasema Hasani Mwakinyo katika watu wabaya yumo, katika watu wabaya yule mtu si mzuri, kwa sababu huyo kijana wa juzi wa madafu alimtegeshea. Kama hivyo alivyotegeshia chuma, ndivyo alivyomtegeshia yule kijana. Kwa habari ya hizo nazi, hizo nazi zilichuma umu, walichuma wenyewe. Sasa yeye alipoona, sikia harufu ya damu, akazitegeshia tu zile nazi yule kijana wa watu. Mimi nimekaa naye siku nyingi, ilikuwa hala hapa nyumbani hapa, yote hapa nyumbani, hajawahi kuiba hata ile mcha ya mjiti ya, ya, ya fagio ile. Yani masuala ya wizi kwanza hana sasa yule bwana kwa sababu alikuwa damu imemnukia, na yeye akatamani hivyo akamtegeshia nazi nazi yule kijana ili apate yale matakwa yake yeye mwenyewe anayofahamu yeye. Lakini yule kijana hana habari na mambo ya wizi. Kwa maana hiyo mimi nasema yule mtu ni mbaya kwa hapa mtaani na vijana wengi atawamaliza, kama akiendelea kuishi hapo. Mtaamwe. Kwa maana hiyo, ningeomba kama kuna watu wa kutusaidia yule bwana kuondoka hapa, wengi tungefurahi, kwa sababu si mtu mzuri kwa upande wa vijana kwa sababu yeye akimwona kijana ni dhaifu, huyu namuweza, na tayari ikawa mle kichwani kwake, matempa -ma shampanda anachukua maamuzi yoyote yale ambayo kwa yeye anayamudu, ndio anachukua. Eh, hiyo ndio stori ya yule bwana. Kwa maana hiyo, serikali ingetusaidia akahamishwa hapa kwanza, alafu kama kuna masuala mengine akaendelea huko mbele, lakini kwa hapa yule bwana hafai. Eh, sawa, asante, shukrani.